Overtake sehemu ambazo hazistahili kufanyaje overtake. Kwa hiyo tuwaombe sana madereva wa serikali katika eneo hilo, tuiepushe kufuata matendo ya wale. Kuna msemo wanaosema, ukikuta watu wanalia na wewe fanyaje? Lia. Lakini kwenye hili tusije tukalia katika eneo ambalo watu wanasababisha ajali na kupoteza maisha ya watu. Katika eneo lingine ambalo nataka kulizungumzia ni uzingatiaji wa zile alama za usalama barabarani. Tunaamini madereva wote wa serikali ni madereva ambao wamepita katika vyuo. Kwa hiyo, inashangaza kumwona dereva wa serikali sehemu ambapo alitakiwa azingatie alama za usalama barabarani, yeye hazingatii sehemu ambako kuna taa zinamzuia kwamba asipite, yeye anapita kwa sababu gari lake imeandikwa namba za serikali, anaamini watu wote watajua kwa sababu hii ni namba ya serikali, mimi napita. Hapana, unapokosea au unaposhindwa kuzingatia zile alama za usalama wa barabarani, hatua zitachukuliwa. Na hii si kwa kwa, kwa madereva wa taasisi zingine za serikali hata sisi jeshi la polisi tunachukua hatua kwa madereva wetu pale tunapoona wameshindwa kuzingatia zile alama za barabarani. Kuna siku nilikuwa natoka Makambako, gari imekamatwa kwa overspeed, lakini katika mtelemko wetu wa Ruhuji hapo bado ilitufuka tena sisi kwa speed vile vile. Koo, utaona namna gani madereva wa serikali ambavyo hawazingatii eneo hili, kwa sababu lile eneo ni hatari. Ni lazima uangalie mbele na ujiridhishe na zile sehemu ambazo zinazokataza wewe usilipite gari lingine, zingatia, ili mwisho wa siku kuepusha ajali. Tunajua walio wengi miongoni mwenu mnazingatia hizo sheria au mnazingatia hizo alama za barabarani. Kwa siku ya leo ni siku maalum ya kukumbushana katika haya ambayo tumeyazungumza, na katika hili naomba mlizingatie sana ili mwisho wa siku tuepushe haya malalamiko ambayo yanatukia kwetu. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru sana na nitamke tu kwamba mafunzo haya nimeyafungua rasmi. Nyote madereva mtakuwepo hapa kwa muda kwa ajili ya kupitishwa katika haya ambayo yapo, lakini mimi kama kamanda na majukumu mengine, kwa hiyo nitawaacha pia, mnaendelea na watu wa dawati la, la, la, la usalama barabarani, ili waweze kusimamia hili kupitia kwa mkuu wa polisi wilaya na mkuu wa trafiki wa mkoa, katika kuhakikisha kwamba jambo hili linakwenda vizuri na linaisha vizuri. Nipende kurudia tena kuwashukuru madereva wote ambao wamefika kutoka katika halmashauri zetu hizi tatu, lakini vile vile madaktari, watu kutoka Tamesa, lakini vile vile na chuo chetu cha Ecos kwa kuja siku ya leo kuhakikisha kwamba madereva wa serikali kuna jambo ambalo watavipata ili kuhakikisha kwamba wote wanatoka wakiwa wako wa vizuri, na tutapunguza hizi ajali ambazo zisizo ma, na lazima zinazojitokeza katika maeneo yetu. Nawashukuru sana, unanielewa eh? Kwa mara kwa mara kusababisha ajali kupitia ulevi, tumeingizia serikali hasara. Kwa kakovija kufuatilia dereva alikuwa ni nini, dereva alikuwa ni mlevi Kaendesha gari akiwa mlevi, kagonga, kaangusha gari. Serikali imeingia hasara na matengenezo ama ile gari ilikuwa ni light off, kwa hiyo serikali inaingia hasara kununua gari nyingine ni space ile. Kwa hiyo naomba tuzingatie sana hivyo wewe tumepewa kwamba tusiendeshe gari tukiwa, tukiwa walevi. Sawa? Kuna viwango kama nilivyowaambia. Kwa hiyo utakapozidi tu ile 80 mg ndani ya mwili wako tunachukua hatua. Na hatua mojawapo ni kufunga leseni yako ndio. Sasa mwisho wa siku taanza wao hapa ndaratio mbaya kwa ndugu wangu sasa, lakini ndio utaratibu wa kisheria huo, sitakuwa na namna ya kusaidia. Umenielewa? Sikipo ndio wale sasa ni sita na maana na ajira pia hapo. Sawa dereva. Naomba yeah, sana tulizingatie hilo na tulitilie umakini sana. Ni aibu kuendesha gari serikali kwa mlevi, ni aibu kumwendesha bosi kwa mlevi. Sio kitu kizuri. Sawa? He? Naiko pia kamba kwa familia leo, kamba umefukuzwa kazi au umefungiwa leseni. Sababu ni nini? Ulikuwa mrechi. Sawa. Uadilifu wahitikaji na, wa na usalama kwa madereva, hasa madereva nie wa serikali. Ke nitakikita zaidi kwenye uadilifu waitikaji na usalama. Aaa, kwanza kabisa lazima kufahamu eh, Imesema naenda kuzungumzia uadilifu, lazima tujue uadilifu ni nini? Sawa. Unaposema uadilifu ni tabia ya kufanya mambo kwa haki, kufanya mambo kwa ukweli, kufanya mambo kwa uwazi na kwa uaminifu. Hiyo ndio tunaita uadilifu. Pia eh uadilifu, naweza nikasema kwa maana nyingine ni kufanya jambo sahihi kwa sababu ni sahihi kufanya jambo sahihi kwa sababu ni sahihi. Hiyo ni maana ya pili ya uadilifu. Sasa sisi kama madereva wa serikali, unalazimishwa au tunasema usifanye jambo kwa kulazimishwa na mtu. Nafahamu huwa tunaona na na mnavyokimbia barabarani Unaweza kawa unakimbia kwa sababu umelazimishwa na wako kukimbia na wahi mahali. Wewe usiwe tayari kuvunja sheria za barabarani, kuvunja kanuni za barabarani si ndio? Kwa sababu maybe unaogopa au unafanya lazima ustiki kwenye taaluma yako, kwamba hapa usiwezi kufanya hivi kwa sababu sheria inafanya hivi na kata So kwa upande wetu sisi kama na serikali nyie, uadilifu una maana hizi zifuatazo. Kwa kwanza, kuto kutumia bare za serikali eh, kwa shughuli zako binafsi bila ruhusa. Unatumia chombo cha serikali kwenye shughuli zako binafsi bila ruhusa ya mkuu wako, hapo utakuwa umeenda nje na nini na uadilifu wa kazi yako, sawa. Naitwa njinia Mustafa Abdul kutoka Temesa Dar es Salaam. Tuko kwenye mkoa wa Njombe kwenye ziara ya ku, kuweza kushiriki mafunzo ya madereva ambayo ilikuwa imeandaliwa na, na kitengo cha polisi usalama barabarani mkoa wa Njombe. Lakini nia na madhumuni ya mafunzo haya ni kuhakikisha kwamba madereva wetu wa serikali wanatii na kupata sheria za usalama barabarani, lakini lengo kuu ni eh, kutokomeza changamoto za ajali mbalimbali inawezekana na tokea za kiuzembe lakini sasa TEMESA sisi tumeshiriki ikiwa ni maana kwamba sisi ndo watu wasimamizi wa matengenezo na kuwasimamia magari ya serikali kwetu, tumekuja kuelekeza na madereva wetu ambao wanatumia hivyo vyombo kuhusiana na changamoto za maintenance au labda kuna changamoto zile ambazo inawezekana hawajui kutokana na uendeshaji wa magari na namna gani ya kuweza kushirikiana na hizi taasisi mbili kati ya polisi na TEMESA ili kuweza kutokomeza hizi changamoto za ajali. Limekuwa na, na, na, na, na faida kubwa kwa sababu E, changamoto hizi za ajali kuna, maa, kuna kupoteza maisha, lakini kuna kupoteza vyombo vya serikali au kupoteza maisha ya watu wengine wa na kuisababishia gharama kubwa ni serikali, na changamoto ambayo tuna, tunaenda kutokomeza hii nikusha kwamba serikali itopata gharama kubwa za kata maintenance au kumhudumia mtumishi au kubarabara kuharibika na nini, kwa ndio maana tukaona tufanye mafunzo ili tuweze tuwakumbusha wa madereva kuhusiana na changamoto hizi za nani za kutosababisha ajali za barabara ni kizembe. Sasa hivi kuna mikakati ya mabadiliko ya TEMESA kutembea mikoa mbalimbali, e, namna kufanya ukaguzi wa magari ya serikali kuelimisha. Lakini tarehe kumi na nne mwezi wa sita tutakuwa na mafunzo tena ambayo yanaendelea ambayo yataandaliwa na TEMESA yatakayofanyika ofisi ya mkoa wa Njombe siku ya tarehe kumi na nne mwezi wa sita, kwa hiyo nahamasisha madereva wote wa serikali wa mkoa halmashauri na wilaya na taasisi mbalimbali, hata watu wetu binafsi ambao wanamiliki vyombo vya usalama barabarani waje wapate mafunzo kupitia Temesa ambao wameandaa, lakini mafunzo haya yatambatana na vieti kwa madereva wa serikali ili tuone kwamba kweli alipata mafunzo, hata akija kusababisha changamoto za, za ajali asije akasema ajaye kufundishwa. Na lengo na madhumuni ni hiyo, ni kuhakikisha kwamba tunashirikiana vyema kati ya watu wetu wa kitengo uh, cha polisi salama barabarani pamoja na Temesa.